Na serikali inaleta vifaa ili kusheneza z, lakini hapa kuna wizi wa vifaa. Mwezi wa nne hapa umeibiwa mpaka esrs. Mbona mnarudisha serikali jitihada zake nyuma ili wananchi wapate huduma iyomoa kumeibiwa pikipiki tatu, ndiyo ambazo zingesaidia madaktari kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ndiyo. Lakini pia hapa kumeibiwa tairi tano za ambulance. Ndio mbunge analia bungeni kila siku kuomba magari ya kubebea wagonjwa ili kuwatoa vijijini kuwaleta hapa, lakini tukileta tairi nyinyi mnaiba nani? mwezi wa tatu tumeiba tairi tano. Wizi wa vifaa vya tiba ya fieta. Fieta ambayo natarajia wagonjwa wakija hapa wapate huduma za operation hapa, wasafiri kwenda Mwanza. Utaratibu huu wa kuiba vifaa unafanywa na nani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Dr. Darson yetu, nimeanza kufanya kazi hapa Januari 2025. Hata kama nimeanza jana bado nawajibika. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa wizi ambao umetokea hivi vipunde, ambao ruhusa ya matibabu waliohusika kuiba ni watumishi wa hapa hospitali, tunaposema sasa hivyo vyote tumevikamata viko polisi na wanachukulia hatua katika mamlaka ya mambo ya usalama. Kwa nini madaktari professional, ndio mliosomea, ambao mna wito wa kutoa huduma kwa wananchi, tena wananchi wenyewe haona hawajui o..., hili hawajui hili wanalipo, tunawategemea nyinyi wasomi ndio wasomesho la taifa hili na mmeleto Sengerema kwa leo, mna yetu serikali hata mifaa mbukupia mna iba wenyewe. Utaratibu utaenda mpaka nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekwisha chukua hatua na kuimarisha mifumo ya ulinzi kwa sasa kwenye maeneo mengi ya unuwa mbuna ifatiba, tumeshaweka CCTV camera. Kwa nini mtumishi uibe kifaa cha kutolewa kwa tena ya mgonjwa? Unategemea nini wewe, kama mganga mkuu kwa wilaya, na mada daktari mwenzio Oh, wauguzi wenzio, kwa nini mnatamani vifaa vinavyoletwa serikali? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni wa waadilifu, lakini tumechukua hatua vizuri sana kwa sababu taaluma hii ni taaluma ya watu ambao kwanza wanatakiwa kuwa na huruma, lakini pili lazima wajue kwamba wako hapa kuokoa maisha ya watu.

mwezi wa nne amebeba vifaa vitano, ugiu vya kupima magonjwa au wananchi magonjwa. Tuma tutajuaje mgonjwa au wananchi mgonjwa wake utapata dawa gani kama tunaimba na vifaa vya kupima magonjwa msi? Na hiyo hatua naendelea kuchuja watumishi hapa, wale wenye dalili ya wiziwizi, wenye mahusiano na maeneo ya mauzo huko mjini, lazima wachukuliwe.